Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya eh, Daktari William Ruto eh, pamoja na taasisi zote za kiserikali wameweza kuwapatia Waislamu haki yao. Na hii umma ya Kiislamu tuko hapa kwa sababu ya kufurahia, na sisi hatuna ugomvi aina yoyote na county government ya Kisumu kwa sababu tulimpigia profesa kura, na sisi tuko chini ya Uh, serikali yake ya ugatuzi lakini kwa sababu ya kinidhamu, uh, tulipeleka uh, serikali ya ugatuzi ya Kisumu kotini, uh, ili koti iweze kutueleza kuwa kina nani ambao wana haki katika hiyo ardhi. Je, ni sisi Waislamu au ni serikali ya ugatuzi? Na kulingamana na judgment, alhamdulillah, tunashukuru Mungu, koti imeweza kutoa uamuzi ya kuwa sisi ndio tuna haki na hiyo ardhi. Hiyo ardhi ni karibu ekari tatu na iko sehemu za Obunga kule, umefika kwa umate ya Uislamu kwa ajili ya umoja wetu na ushupavu wetu ambayo Mwenyezi Mungu ametujaalia, tumeshikamana pamoja mpaka leo alhamdulillah rabbil alamin. Kila mwislamu atajua kwamba leo tuna ardhi ambayo tunaweza kujifanyia shughuli zetu za dini na za dunia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe pamoja na mwafaka pamoja, tuwe na umoja kuhu, wa kuweza kuendeleza maendeleo katika uwanja huo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala.